Je, inaruhusiwa kwa injili ya Kristo kubadilishwa au la? Hapana kabisa. Walakini inasemekana kwamba baadhi ya watu wanajaribu kupotosha injili ya Kristo. Mstari wa nane: lakini hata ikiwa sisi au malaika atokaye mbinguni akihubiri injili nyingine tofauti na ile tuliyowahubiria sisi, je nini kitawatokea? Basi mtu huyo alaaniwe milele kama vile tulivyokwisha kusema kabla, sasa nasema tena, ikiwa mtu yeyote atawahubiria injili kinyume na ile mliyoipokea, na alaaniwe milele. Injili ambayo Mungu anahubiri imekusudiwa kutuletea baraka, lakini inakuwaje tunapokubali injili isipokuwa ile anayoihubiri fungu basi, mtu huyo alaaniwe milele inamaanisha kuwa chini ya adhabu ya milele katika jehanamu. Je, maneno haya yalitolewa ili kutia hofu juu ya dhana ya jehanamu ambayo haipo? Kwa sababu kweli kuna njia kama hiyo, Mungu ana nia kuu ya kuwaongoza watoto wake mbinguni na siyo jehanamu. Kwa hiyo anatuonya katika Wagalatia sura ya kwanza mstari wa sita. Hakuna injili nyingine, msifuate injili nyingine yoyote, dumuni tu katika injili ambayo Mungu ametuletea. Siku hizi makanisa mengi hutumia istilahi injili, lakini unapouliza injili ni nini hasa, tafadhali eleza kwa undani, wanaelekea kufadhaika kabisa. Sababu iko katika kushindwa kwao kupanga kwa uwazi dhana mahususi ya injili. Lakini je, hakuna chochote katika Biblia kinachoturuhusu kuelewa injili kwa undani? Kwa kuwa majibu yote yako katika Biblia, lazima tutafute majibu ndani yake. Tufungue Wakolosai sura ya kwanza katika mstari wa 21, imeandikwa, hapo kwanza mlikuwa mmetengana na Mungu na mlikuwa adui zake katika nia zenu, kwa sababu ya mienendo yenu mibaya. Lakini sasa Mungu amewapatanisha ninyi kwa njia ya mwili wa Kristo kupitia mauti ili awalete mbele zake mkiwa watakatifu bila dosari wala lawama, ikiwa mnaendelea katika imani yenu mkiwa imara na thabiti, pasipo kuliacha tumaini lililoahidiwa katika injili. Hii ndiyo ile injili mliyoisikia ambayo imehubiriwa kwa kila kiumbe chini ya mbingu na ambayo mimi Paulo nimekuwa mtumwa wake. Hapa tunaweza kupata kidokezo kimoja muhimu. Paulo alifanya nini? Ni nani aliyemhubiri Yesu kwa bidii agano jipya siku ya Sabato, Pasaka, na mapenzi ya Mungu? Ilikuwa Mtume Paulo. Walakini alifupisha maisha yake yote ya kuhubiri kama maisha ya mtumishi wa injili pia tuone jinsi shughuli nyingine za injili za Mtume Paulo zinavyoelezwa. Wakorintho wa Pili sura ya tatu mstari wa sita ndiye alituwezesha. Hapa tu inarejelea watoto wote wa imani wanaomwamini Mungu akiwemo Mtume Paulo. Asivyo, ametufanya kuwa wahudumu wa aina gani? Ndiye alituwezesha sisi kuwa wahudumu wa agano jipya. Inatufafanua kama wahudumu wa agano jipya katika kutekeleza kazi ya injili kupitia Wakolosai sura ya moja na na wa Wakorintho wa Pili sura ya tatu, inadhihirishwa kwamba Mtume Paulo katika kufanya kazi ile ile anajulikana mara moja kama mfanyakazi wa injili na wakati mwingine mhudumu wa agano jipya. Basi je, injili na agano jipya ni tofauti au ni sawa? Hakika ni kitu kile hatimaye kazi nzima ya Mtume Paulo katika kuhubiri na kueneza mapenzi ya Mungu ilikuwa injili na agano jipya, vyote viwili. Alikuwa akihubiri agano jipya. Basi hatimaye tunaweza kufafanua injili kama agano jipya, sivyo?